Nguvu ya kusimama peke yako, kujijenga, na kumbuka umbali uliosafiri. Kuna sehemu ya safari ya maisha ambayo hakuna mtu atakueleza mapema, sehemu inayohitaji ukutane na nafsi yako mwenyewe, bila makofi, bila sifa, bila watu wa kukushika mkono. Ni pale ambapo unatakiwa kuwa jasiri wa kula mwenyewe, kuishi kimya, kulala mwenyewe kuangalia ndani ya nafsi yako na kukubali ukweli. Watu wengi wanakimbia hatua wa hii, lakini wale wanaofanikiwa kweli huwa hawaikwepi. Maisha yanakufundisha kuwa ikiwa unataka kujijenga kwa msingi imara, lazima ufike mahali ambapo upweke sio adhabu, bali ni darasa. Ni mahali ambapo unajifunza kusikiliza sauti ya ndani, mahali ambapo sauti za nje, kelele za watu, maoni yao, ukosoaji wao zinanyamaza, na kinachobaki ni ukweli wako. Na ukweli wa ndani wakati mwingine unauma, lakini huo ndio mlango wa mabadiliko. Kukubali kukaa mwenyewe ni hatua ya kwanza ya ukuaji wa kweli. Ni hatua ya kukubali kwamba safari ya mafanikio siyo tamasha la watu wengi, ni safari ya kimya. Safari ya maumivu, safari ya kujitegemea, safari ya kufanya kazi ambayo ya watu hawataiona. Safari ya kupambana na vivili vya ndani. Hapo ndipo unapogundua nguvu ya kujitegemea. Nguvu ya kutokuwa tegemezi kwa approval ya watu. Nguvu ya kutambua thamani yako bila kusubiri mtu aseme umefanya vizuri. Ukiwa peke yako unagundua tabia ulizokuwa unazificha, unagundua majeraha uliokuwa unaepuka, unagundua sehemu ambazo bado hazijapona. Na hapo ndipo safari ya kweli ya inner healing inaanza. Inner healing sio tu kuangalia ulipotoka, ni kuamua wapi unaenda, ni kuamua kuvunja minyororo ya kiakili iliyokufunga kwa miaka ni kuamua kutengeneza akili mpya, tabia mpya, maono mapya. Ni kuamua kujisamehe, kujijengea msamaha wa nafsi, na kuacha historia isikuzuie kuandika mustakabali. Watu wengi wanaogopa safari hii kwa sababu inahitaji ukweli. Haitaki majibu ya juu juu, haitaki kujificha nyuma ya ucheshi, marafiki, au kelele za mitandao. Inataka wewe umwambie nafsi yako, ndiyo, hapa nimekosea, inabidi nibadilike, inabidi nijipange upya. Na hilo ni tendo la ujasiri unaotafutwa na wachache. Kila siku unapofanya kazi ya ndani, unajijenga bila kelele, unaanza kurudi kwenye nguvu zako, unaanza kupona pale ambapo hukuwahi kupona, unaanza kuchukua udhimiti wa safari yako na unaponza hivyo, unagundua kitu cha ajabu. Unagundua kwamba huna haja ya kusifiwa ili uendelee, huna haja ya kuonekana ili uthibitike, huna haja ya kushangiliwa ili uendelee kupambana. Nguvu yako haitegemei watu, inategemea uthabiti wako. Na kuna siku zitafika, siku ambazo utajisikia umechoka siku ambazo utajiuliza kama unaweza kufika hapa, siku ambazo utakiangalia kile unachojenga na kuona kama hakina kinachoendelea, siku ambazo dunia itakutazama kama mtu wa kawaida, lakini moyoni unajua unajenga kitu kibwa. Wakati kama huo, usisahau jambo muhimu sana, kumbuka safari yako. Kumbuka misimu ambayo uliishi ukiwa na maumivu moyoni, lakini ukaendelea kusimama. Kumbuka siku ulizopambana kimya kimya bila mtu kujua. Kumbuka wakati uliovua makovu na kuendelea hata kama ulikuwa peke yako. Kumbuka wakati uliamua kuendelea bila msaada, bila kushangiliwa, bila makofi. Kila hatua uliyopiga ilikuwa ushindi. Kila pigo ulilopokea lilikuimarisha kila maumivu uliyavumilia yalikujenga kwa mtu wa leo hivi leo hivi leo, ukipambana na shaka ukianza kujiuliza kama unaweza kufika mbali kumbuka tu kuwa tayari umekuja mbali kuliko watu wengi wanavyojua umevuka viziwizi ambavyo havikuandikwa umepona maumivu ambayo moyo wako pekee ndio unaoyajua umejenga nguvu ambazo hata wewe hukujua unazo mpaka ulipolazimika kuzipitia wewe ni zaidi ya nguvu unazodhani unazo. Wewe ni zaidi ya historia yako. Wewe ni zaidi ya makosa yako ya zamani. Wewe ni zaidi ya maumivu uliyopitia. Kila siku ulioamka ukiwa umechoka, lakini ukaamua kuendelea, ilitengeneza tabia ya ushindi ndani yako. Kila siku ulikubali kufanya kazi hata bila kuona matokeo, ilitengeneza ustahimilivu. Kila siku ulikataa kukata tamaa ilitengeneza misuli ya kiakili ambayo watu hawaijui. Hapa ulipo sio bahati, ni ushahidi wa nguvu zako, ni ushahidi wa moyo wako, ni ushahidi wa uvumilivu wako, ni ushahidi wa safari yako ngumu lakini ya thamani. Usikubali tena mtu wa kudharau. Usijishushe thamani. Usiogope kusimama peke yako. Usiogope kujenga marutini ambayo watu hawataelewa. Usiogope kujenga maisha ambayo yanakuhitaji wewe uwe imara zaidi ya jana. Kaa kwenye safari yako, simama kwenye misingi yako, tengeneza tabia zinazokuvusha, kuza nidhamu inayokujenga, tengeneza mazingira yanayofungua akili yako. Wakati utakapofanikiwa and you will hakuna atakayeshangaa zaidi ya wewe mwenyewe, kwa sababu watakaona ushindi wako, hawatajua maumivu ya nyuma ya paradheni. Wataona matokeo, lakini hawataona machozi. Watasikia mafanikio, lakini hawatasikia vilio vya usiku. Watasikia sauti yako ya kujiamini, lakini hawataona vita ulivyovipigana ndani ya moyo wako. Lakini wewe unajua na hiyo ndiyo sababu kubwa zaidi ya kuendelea kupambana. Kwa hiyo simama tena, jisimamishe tena, amini tena, pambana tena, jijenge tena, kaa kwenye safari yako bila kukata tamaa, andika maisha yako kwa mkono wako mwenyewe. Hii ni PesaVibe, mahali ambapo tunafundisha nguvu ya ndani, tunafufua ndoto zilizolala. Tunajenga akili yenye utulivu na moyo unaojua ujasiri. Safari yako bado inaendelea na imani yako bado ni silaha kubwa zaidi.